lengo la kutaka kufungua kwa ajili ya kuiba. Sasa wakati yuko katika harakati hizo za kutaka kufungua kontena hilo kwa ajili ya kuiba kwenye hilo gari, ndipo hapo aliponasa. Kwa mujibu wa habari hizi, inasemekana kwamba kilichosababisha mwizi huyu kunasa ni mambo ya kishirikina na hapa bwana, kuna video ambazo zimepostiwa katika peji mbali mbalimbali kuhusiana na tukio hilo, na wadau mbalimbali hapa wamekuja kutoa maelezo kulingana na jinsi ambavyo walivyopokea taarifa hizo. Nataka nikusomee baadhi ya peji zilivyoripoti, lakini pia ni kusikilizishe kilichotokea kwa mujibu wa tukio lenyewe na wadau mbalimbali ambao wamerekodi hizo video ambazo zilikuwa zikimwonyesha kijana huyo aliyenasa kwenye hilo kontena la gari wakati anataka kuiba. Yani alikuwa amekwama pale, pale pale hawezi hata kutoka mmoja e, kati ya page huko mtandaoni wamekuja wameandika kwamba bwana huyu ni mwizi, alitaka kufungua hapo. Cha ajabu ni kwamba amenasa hapo hapo. Kamati za ufundi zipo kazini, hakuna dereva anayesafiri kiboyaboya siku hizi. Haya bwana, kilichotokea hapa ni kwamba hili lilikuwa ni gari ambalo lilikuwa linabeba e, mizigo kupeleka mikoani. Magari kama haya nadhani kila mtu atakuwa anafahamu, anayafahamu. Sasa huyu kijana bwana, yeye alikuwa nataka kuiba, kumbe bwana, dereva, e, hii, bwana, kumbe bwana bwana bwana dereva wa gari hii alikuwa ameshaweka mifumo e, bwana, ya kiufundi zaidi, e, mifumo zaidi ya jadi ya kiufundi kwa lengo la kudhibiti tabia hizi za wizi katika gari yake. Uh, lakini pia vile vile hapo wakaja wakaelezea kwamba mwizi amenasa Morogoro huko mkoani kwenye gari ambayo imeandikwa Buzeba, uh, Buzeba Zeba Ujiji. Huyu, uh, mwizi hawajui watu wa Kigoma vizuri. Unaambiwa kwamba gari hii bwana ime, ilikuwa, imepaki huko Morogoro na ilikuwa inataka huyu uh, jamaa bwana ambaye ni dereva wa hii gari, inasemekana kwamba ni mtu wa Ujiji kule Kigoma <totipos> Sasa hapa nataka nikusikilizishe kilichotokea baada ya hili tukio ku happen huko Morogoro. E, hapa bwana, kuna mdau alikuwa amerekodi video, kwa hiyo akawa anaelezea kile ambacho kimetokea mpaka kupelekea mwizi huyo kukwama hapo katika hilo gari.

ya so, hivyo ndivyo hali ilivyo, na hapa kuna wadau mbalimbali. Baada ya video hiyo kwenda viral bwana, kuna wadau hapa amekuja kuweka maoni yao kwenye comment section kuhusiana na kitu ambacho wanachokiona. Kwa mfano huyu hapa ameandika kwamba kiukweli, hii mimi nimependa. Kuna mtu hapa amekuja ameuliza kwamba hivi uchawi upo kweli? Kuna mwingine anasema bwana, hawa vijana ukiwakuta baa wanavovimba na watoto wazuri, kumbe kazi wanazozifanya ni wizi. E, mwingine amesema kwamba bwana mwenye hilo gari atakuwa ni msukuma bwana e. Kuna mtu amekuja ameandika hivyo, lakini kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba e, bwana umenikumbusha, kuna msukuma alikuwa na duka huko mtaani, alikuwaga anasema kwamba mimi siibiwi hapa mpaka na hama. Na kweli kuna muda alikuwa anafunga, alikuwa anafunga duka, e, kwa kuegesha tu na hajawahi kuibiwa Kwa mujibu wa hii video bwana, kuna wengine wanasema kwamba huyu jamaa ni mtu wa Ujiji bwana, lakini kuna wengine hapa wanakwambia kwamba bwana, huenda huyu mtu anaweza akawa ni Msukuma, kwa sababu Wasukuma bwana, na wengine nao pia kwenye swala la madawa ya kujiganga huwa wako vizuri kweli kweli. Ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.